Bana, mambo vipi? Hii ni mpango mzima program. Ni program maalum ambayo inawasaidia wanafunzi ambao wako vioni ambao wanataka kujiandaa na maisha baada ya chuo au wakiwa wako chuoni. Mpango mzima program ni program maalum ambayo imeandaliwa na mpango mzima kwa ajili ya kuwafikia wanachuo wengi kwenye vio vyote ambavyo vinapatikana kwenye jiji la Dar es Salaam, na lengo kubwa ni kuwasaidia wanavio kuanza biashara wakiwa wako chuoni ili waweze kujiajiri na waweze kuwa na vyanzo vya mapato watakapomaliza vyuo waweze kuwa na nafasi ya kuingiza fedha. Sasa mpango mzima program ni program ambayo itawasaidia wanafunzi kuwapa ujuzi wa namna ya kuuza bidhaa au kusambaza bidhaa ambazo zitawasaidia kuweza kupata faida ambazo watazipata. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye anataka kushiriki programu hii tunamkaribisha sana. Lengo letu ni kufikia wanachuo wote kwenye vyuo kumi na tatu vya mkoa wa Dar es Salaam na tunataka kuwaelimisha kuhusu elimu ya vipato vipato endelevu ambavyo vitawasaidia mkiwa mnasoma. Wewe dada, ambaye uko chuo, mama ambaye unasoma, tutakusaidia kuanzisha kipato ambacho kitakuwa kinakusaidia wewe hata kwenye masomo yako. Lengo letu ni kwamba usije ukasubiri mpaka umalize chuo ndio uanze kutafuta nini kipato. So karibu sana, tutatembelea vyuo vyote. Tukifika kwenye chuo chako tupokee thamani Tunakuja, karibuni sana. Pango Mlima team, tunaenda tunaenda kukua, tunaenda, tunaenda kuongoza, tunaenda, tunaenda, tunaenda kushinda, tunaenda kushinda.